Watazamaji wa Global TV online, kama kawaida yetu, Global TV online kazi yetu ni kukusogezea karibu habari na matukio ambayo yanakuwa yanatokea kila siku ndani na nje ya nchi. Naitwa Isri Muhammad na leo nipo ni katika uwanja wa TP maeneo ya Sinza, ambapo baraza la vijana wa Chadema wameandaa ibada maalum kabisa kwa ajili ya kumwombea Mheshimiwa Tundu Antifas Lissu ambaye mpaka sasa anaendelea kupata matibabu Nairobi nchini Kenya. Lakini kabla ibada hii haijafanyika, jeshi la polisi la wilaya hii ya Kinondoni chini ya kamanda mkuu wa polisi wa wilaya ya Kinondoni, Jumanne Murilo, wamezuia zoezi hili na tayari vijana watatu wamekwisha kamatwa na na wameshapelekwa polisi kwa ajili ya mahojiano zaidi. Katazo hili lipo tangu mwanzo na mimi ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Kinondoni. Jukumu langu ni kuhakikisha amani inaendelea kuwepo katika eneo letu kwa hiyo wale wenye nia dhati ya kufanya ibada wamefanya makanisani. Sasa wale wenye nia mbaya ambao wana bila shaka wana ajenda binafsi, ajenda ambazo kimsingi zina uelekeo kutishia maswala ya amani, e, mimi kama kamanda wa, wa wa polisi wa mkoa wa Kinondoni, e, siwezi kukubali hali hiyo ikatokea kwenye kwenye eneo langu kuna vijana wachache E, watatu aa, umeona, tume tumekimbizana nao. Nadhani walikuwa wanajaribu kuona kwamba sisi tukoje. E, hao tutawahoji tujue wametumwa na kina nani na nia ya yao ilikuwa ni ipi, kwa sababu kanisani hawakwenda, lakini wanadai wanataka kusali. Aa, kimsingi kuna e, swala la, la publicity pia wanalitafuta. Eh, ndio maana unaona wanarukaruka wanakimbia kimbia, lakini kimsingi hapa uwanjani kama unavyoona ni kweupe eh, na wanatambua hilo, ndio maana unaona eh, wengine walikimbilia huko pembeni eh, kwa hiyo ni kitu ambacho wanakitambua kwamba hakikubaliki, lakini jeshi la polisi mkoa wa Kinondoni linaendelea kutambua haki za kikatiba za kuabudu na ndio maana yakajengwa makanisa na misikiti. Kwa hiyo wale wenye dhati wenye nia ya dhati ya kuabudu bila shaka wameingia kanisani, na ndio unaona karibu na uwanja kuna kanisa, watu wengi wamesali pale. Mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema aliongea na Global TV online na alikuwa na haya ya kusema. Kwanza tuliandika barua na mnafahamu kabisa kwamba taarifa ilitolewa na taarifa iliyotolewa ilikuwa kwa maandishi. Kwa tulitegemea OCD aweze kutupa barua kwa maandishi kwamba hakutakuwa na zoezi kama hilo, lakini cha ajabu ndio umeona hiki kilichokuja. Lakini pengine tuchukulie labda askari walikuja kwa ajili ya, walikuja kwa ajili ya ulinzi lakini pia kuhakikisha kwamba sehemu hii inakuwa salama ili kuweza kufanikisha jambo letu. Lakini cha pili, pengine na wenyewe ni sehemu ya ibada waliweza kuja kwa sababu kusali kwenye makanisa ya kawaida, Chadema ina ina Waislamu ina Wakristo ina watu ambao sio wa imani eh, moja. Kwa hiyo eh, tukaona ni sehemu -se hii kila mtu mwenye imani yake angeweza kuja hata wapagani angeweza kuja kusali hapa. Sasa ukisema tuingie kwenye kanisa moja la Waislamu maana yake Wakristo hawataingia, tukisema eh, tuingie kwa, katika msikiti pengine Wakristo wa, wa wanaweza wasiingie na kadhalika. Kwa hiyo eneo hili kabisa kwa ajili ya kusali lakini ni kwa nia njema kuliombea taifa lakini pia kuombea wale wote waliopata masaibu. Tuna meja jenerali ambaye alipata tatizo, lakini pia kuna, kuna Mheshimiwa Risu naye alipata tatizo ambalo haya mambo yamekuwa yanaendelea na yanatokea katika, katika u, ki, ki, kila wakati k tukaona ni, ni, ni jambo la msingi sasa kuliombea taifa, sababu maombi nadhani na, na ni haki ya kikatiba ukiangalia, ibara ya kumi na tisa ya nchi yetu inaeleza haki ya watu kuabudu. Sasa ibada ambayo iliandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya Mheshimiwa Tundu Lissu imeandaliwa na Baraza la vijana wa Chadema linaitwa Bavicha. Ibada hii imeshindwa kufanyika kwa sababu ya jeshi la polisi la wilaya hii ya Kinondoni limezuia ibada hii.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 katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuenjoy burudani ya muziki Kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika. Global Publishers, The House of Favorite Newspaper.